Ninyi mnajisikiaje? Tunajisikia vibaya. Sasa kwa nini mnachelewesha kama tangu mwezi wa kumi alipotakiwa awe amekamilisha, na mmeona bado hajakamilisha? Kutoka mwezi wa kumi mpaka leo Januari, ina maana kuna miezi mitatu hapo imeshapita bure tu, bado mnazungumzia mambo ya kisheria. Ya kisheria, sheria gani sasa ambazo mnazizungumzia hapo, wakati uwezo mmeona hana yeah? Huyo foameni wake, tumemwita not. Yes, it's not, it's not, it's not. Yeah, inchi, ya nchi ile iliyotungwa tunafanya sheria za contract yetu katika zile sheria zetu ile ipo kabisa wewe unaingia contract na nani? Na halmashauri. Sasa, kwenye huu mkataba mlioingia nao ilikwepo hiyo advance payment applicable? Ilikwepo mm -hmm. Au ah, wewe unaleta hadithi za, za, za kazi ulikofanya kwingine kwa sababu gani? atakuja kukutoa polisi tajiri yako yakoa nakueleza. Hiyo ni program of work. Nataka yes, mkataba niangalie ndani ya mkataba kuna item inayozungumzia advance payment. Ipo? Ipo. Yeah. Mkataba huo uko wapi? Mkataba. Mkurugenzi, mna mkataba? Copy. Upo shuleni mwalimu? Mwandishi uko wapi? arobaini na tisameambi yes. wanasema ni kazi iliyofanyika ni ya milioni themanini labda wafanye a fanye evaluation mpaka hmm, hapo lakini, nimesha raise certificate na iko kule hmm. Kazi hizi zote zilizofanyika hapo contract nzima wadi yake ni milioni ngapi? Ni milioni 420 ina ishirini na mia nne ishii aki. Kwa hiyo hii ya nusu ya hiyo kazi ndio ndio milioni 200, mbili. Ah, sasa hii kuna, kuna vitu vimo humo ambavyo vinaongezeka vina, kwa mfano kulikuwa na vitu na kama? Ndio hiyo nili, nilishapeleka maombi kwamba waangalie wa alafu waruhusu kama tuweze kuweka. Kwa mfano hapa, mmekuja hakuna signboard. Haikuwepo kwenye mkataba. Kwa hiyo ndio hiyo nimemtumia ni... Variation. Variation hizo zote kwa sababu alishaniagiza kwamba nifanye, lakini sasa kwenye mkataba haipo. Nani alipoagiza? Injinia huyu tulimwita kwenye kikao mm. akiwa na boisi na wake kabisa mm. walichokifanya ni kutufanyia, tunaweza naweza kasema kama ni uhuni mm. walikuja na kopi kopi mm. ya mkataba wameediti mm. wamefuta kile kipengele wameandika advance payment applicable tukamwambia tuletee hard copy, munatuletea mm. hii soft copy? Si tunataka hard copy, tulisainiana hapo mm. ndo akaanza kubadilika sasa mm. bana, tusifike huko, ndo akabadilika. Lakini kumbe alifanya uuni, Mheshimiwa Mkuu. Mkuu kisheria kisheria, mkuu labda nieleze kisheria. Lakini pia nimekuja kutembelea shule ya Jenista Mwagama pale, kuna ujenzi wa mabweni madarasa na vyoo imekuta kazi pale haziendi kama zinavyotakiwa, na mtekelezaji wa kazi hizo pale ni mkandarasi. Nimeelekeza mkandarasi huyo achukuliwe hatua. Moja ya hatua hizo ni kumsimamisha na apatikane mkandarasi mwingine ambaye atatekeleza kazi kwa mujibu wa mkataba, lakini kutokana na kasi ambayo sisi tunaitaka